Na kabla hatujaendelea mbele zaidi, haya ni mahindi ya aina gani unapanda shambani kwako? Asante. Mahindi ambayo tumepanda hapa, kwanza kabisa, ni mbegu ya kisasa au tunasema ni hybrid, inaitwa DK DK77, DK77. Na kwa nini nimepanda mbegu hiyo kwa wakati huu, na napendea sana kutumia mbegu hii ya DK77. Tume tumepanda mbegu hii kwa sababu zifuatazo sababu. so, ya kwanza DK sabasaba yenyewe inastahimili ukame na ukifuatilia hii inakuwa kwa muda wa siku 75 na kwa maana ya kwamba ina mie, e, miezi miwili na siku kumi na tano, kwa hiyo ni mbegu ya muda mfupi. Na ukiangalia mwezi huu ni mwezi wa nne, na mpaka sasa hata mwezi bado haujamaliza, kwa automatically mpaka mwisho mwezi wa tano mwishoni, haya mahindi yatakuwa yanakaribia kuiva kwa hiyo ukiangalia kwa mkulima ambaye atalima haya mahindi, kwanza ana muda mfupi. Cha pili na stahimili ukamba, hata kama mvua ikakata labda pengine mwezi huu wa nne mwishoni, automatically mahindi haya yataiva na atafika mwishoni kabisa pasipokuwa na shida yote. Kati so, ya swali ambayo napataga sana ni mbolea zipi hasa ambazo zinatumika kwenye mahindi, ni yani zinazostahili kwa uzoefu wako na kwa namna navyoendelea kufanya kilimo cha mahindi unahisi ni mbolea zipo ambazo ni sweeta au zinafanya vizuri sana kwenye upande wa kilimo cha mahindi? Mbolea ambazo zinafanya vizuri kwenye kilimo cha mahindi kikawaida ziko tatu, ingawa wakulima wako na apply mbolea mengi sana. Tuanze na kwenye upande wa kipindi tunapanda mahindi, kama nilivyosema awali, tuna kipi na nili nafasi iliyo kati ya mahindi na mahindi na mstari na mstari, naweza kadetermine kwamba uweke mbolea kiasi gani na aina gani. Simepata kitu watazamaji wa maco TV. Kama umekuwa ukifuatilia video zetu katika shamba hili umekuwa ukiona video mfululizo zinazoelezea kilimo cha nyanya, lakini kwa wakati huu unavyoona hili shamba limechanganya hapa, kuna nyanya ambazo zimetoka humu, na kwa wakati huu unaona kuna mahindi yamo humu shambani. Unaweza ukawa najiuliza ni kwa nini hivi, faida hii ni nini? Na leo tunaenda kukutanisha na mtaalamu Morgan Jamari akituelezea kwa nini ifanyike hivi, ni kwa nini kaamua kutoa nyanya na kuweka zao la mahindi, na faida yake ni nini kwa kwa wewe mtazamaji, na je, unaweza ukatumia mbinu hii na wewe ikusaidie katika shughuli zako za kilimo? Usiondoke, hii ni Mako TV, na kama huja subscribe naomba usubscribe, tazamaji, na leo tutakutana na ndugu yetu hapa, atajitambulisha yeye ni nani na kwa nini tuko hapa leo karibu. Kwa majina naitwa Morgan Jamali, mimi ni mkulima wa mahindi na mazao mbalimbali ya hotikacha kama vile nyanya, hoho na kadhalika, na tuko hapa kwa ajili ya kujifunza kilimo cha mahindi. Kwa hiyo karibu sana ili uweze kupata elimu hii. Morgan, hapo nyuma misimu kadhaa mfululizo umekuwa ukilima nyanya maeneo haya kwa nini leo hii nakuta humu kuna miche ama kuna mimea ya mahindi? Sawa, kipindi cha nyuma tumefanikiwa kupanda shamba hili nyanya kwa muda wa miaka kama mitatu, na tukagundua kitu kimoja kwamba mavuno ambayo tuliyavuna mwaka wa kwanza, mwaka wa pili na mwaka wa tatu yako tofauti. Kwa maana ya kwamba mwaka wa kwanza yalikuwa ni mengi, mwaka wa pili yakapungua, mwaka wa tatu yakapungua, kwao tukaamua kufanya mbadilishano wa mazao tunasema ni crop rotation. Sasa hii ndio ile inaleta maana ya kuja kujifunza kipindi kama hiki kwa sababu kubwa tatu zifuatazo. Kwa nini tumepanda mahindi na tujapanda nyanya tena kwa mara nyingine ya nne? Sababu yetu ya kwanza ni, ni kwa upande wa magonjwa. Nitolee mfano kwenye kwenye kwenye zao la nyanya. Kwenye zao la nyanya ukiingia kwenye ardhi, kuna bakteria moja huaga anaaffect au anaathiri mizizi ambayo inakwenda kusababisha ugonjwa mmoja unaoitwa bacteria wilt, ambao huo ugonjwa ukibaki kwa mwaka wa kwanza, mwaka unaofuata ukilima nyanya tena, huu ugonjwa utajitokeza, utaendelea ku affect nyanya kwa mara nyingine ya pili, kwa maana yake ya mapato yatapungua. Lakini ukija ukatofautisha zao lingine tofauti na nyanya, automatically yule bacteria ambayo ilikuwa ina affect mara ya kwanza nyanya, hataweza ku affect kwa sababu amekutana na zao lingine. Kwa akitaka ku affect aina nyingine ya nyanya itakayopandwa hataweza ku affect, au hatakuwa na nguvu, kwa sababu amemkuta mmea mwingine ambaye ni tofauti na aina yake ya ku affect. Nasema hivyo kwa sababu nyanya ni horticultural crops, lakini mahindi ni cereal crops, kwa ni species mbili tofauti, ambapo bakteria huyo hawezi ku affect. Kwa maana nyingine ya pili ni kwamba bakteria tuliyemkuta kwenye nyanya akitaka ku affect mahindi hataweza na bakteria ambaye atazaliwa kwa mwaka huu ili aweze kuaffect mwakani mahindi, kwa sababu mwakani tutapanda tena zao lingine, bakteria yule hatakuwa na uwezo wa kuathiri tena. Na hii ni njia mojawapo ya kuzuia magonjwa kuweza kushambulia mimea, na hiyo ndio point yetu ya kwanza. Point yetu ya pili, kwa nini tumepanda mahindi, ni kwa upande wa wa fertility of the soil, tunasema ni rutuba ya udongo. Unaona hapa chini tumepanda mahindi lakini pia tumepanda nyanya na nyanya bado haijaisha. Yale maotea ya nyanya yakioza au tunasema yakidecompose yanatengeneza natural fertilizer au tunasema ni mbolea asili, wakulima wengi wanatumia kama manyua au e, samadi. Ile mbolea inakwenda kusaidia muhindi kukua kwa kiwango cha juu hata kama utachelewesha ku apply ile industrial fertilizer au tunasema mbolea za viwandani. Na mwisho wa siku mmea utakuwa na afya na utapata mavuno ya kutosha. Kwa hiyo sababu yetu ya pili ni kwa upande wa kuongeza rutuba kwenye shamba. Ukipanda zao la moja la aina nyingine, na msimu unaofuata ukapanda zao la aina nyingine, unaongeza rutuba kwenye ardhi. Na kabla hatujaendelea mbele zaidi, haya ni mahindi aina gani unapanda shambani kwako? Asante. Mahindi ambayo tumepanda hapa, kwanza kabisa ni mbegu ya kisasa au tunasema ni hybrid, inaitwa DK saba, saba. DK seven, seven. Na kwa nini umepanda mbegu hiyo kwa wakati huu? Na mnapendea sana kutumia mbegu hii ya DK saba, saba. Tume tumepanda mbegu hii kwa sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza, DK saba, saba yenyewe saba, inastahimili ukame. Na ukifuatilia hii inakuwa kwa muda wa siku sabini na tano kwa maana kwamba ina mie, e, miezi miwili na siku 15. Kwa hiyo ni mbegu ya muda mfupi, na ukiangalia mwezi huu ni mwezi, mwezi wa 4 na mpaka sasa hata mwezi bado haujamaliza, kwa automatically mpaka mwisho mwezi wa 5 mwishoni, mwisho haa, mahindi yatakuwa yanakaribia kuiva, kwa wa 6 yamekwisha kukauka. Kwa hiyo ukiangalia kwa mkulima ambaye atalima haya mahindi, kwanza, yana muda mfupi, cha pili, anastahimili ukame hata kama mvua ikakata labda pengine mwezi huu wa nne mwishoni automatically la mahindi haya yataiva na yatafika mwishoni kabisa pasipokuwa na shida yote. Sababu ya tatu mbegu hii ina tabia ya accumulate au ya kukusanya unyevu kutoka kwenye udongo na kukusanya ili kuweza kutumia kwenye mizizi. na ule unyevu unakaa kwa muda mrefu. kwa nini? kwa sababu kule chini kwenye udongo kuna kitu kinaitwa strata of the soil. hii mizizi ya DK huwa ina tabia ya kukusanya na nifanye kama strata hivi kule chini, ambaye ina unyevu fulani kiasi ambacho ule unyevu itautumia. Hata kama mvua ikikata, ule unyevu utakaa muda mrefu, kiasi ambacho ile mbolea ambayo imewekwa na zile natural minerals tunasema eh, madini asilia kwenye udongo yatayeyushwa vizuri na yatumike kwa wakati. Lakini pia hiyo mbolea ambayo umeweka itatumika mpaka inaisha, na mwisho wa siku mahindi haya yatakuwa yameiva vizuri. Kama leo tupo tunaweka mbolea ya urea, mwanakuwa tunaweka tayari hii inamaanisha tayari tunataka tutengeneza maotea mengi ya majani. Lengo ni nini? Ni kwamba ikifikia tu mwezi huu wa nne mwishoni mahindi haya yawe yana maotea mengi, ili ikifika tu wa nne mwishoni, tunakuwa tunaandaa kwa ajili ya kuandaa kitoto. Tutaweka mbolea zenye calcium kwa ajili ya kusaidia mhindi huo na afya. lengo ni kukimbiza kabla ya wakati wake, utoe matunda mengi, na mwisho siku mavuno yawe ya kutosha. Tukiangalia hapo nafasi zilizoacha kati ya muhindi mmoja kwenda muhindi mwingine ni sentimita ngapi? Nafasi kati ya muhindi mmoja na muhindi mwingine ni sentimita 30, na kati ya muhindi kati ya mstari na mstari ni sentimita 80. Hii ni recommended kitaalamu, kwa sababu ukiangalia upana uliopo kati ya muhindi na muhindi 30, hii inapunguza kitu kinachoitwa ushindani wa vyakula kati ya muhindi na muhindi tunasema fight for fittest. Lakini pia umbali uliopo kati ya mstari na mstari ni 80. Hii ni ashiria kubwa kabisa kwamba wakati wa kufanya field operation au tunasema field management, anayekuwa anafanya kazi yule manager, au yule anayekuwa anapalilia au kupiga dawa anakuwa na uwezo mkubwa wa kupita akiwa huru pasipo kuathiri mahindi kwa hiyo kipimo hiki, hiki kiko naa kabisa, ni kizuri kwa mahindi kukua 80 kwa 30 cm, na hii miche ya nyanya ambayo iko umu shambani bado haiwezi kuathiri labda ukuaji wa mahindi haya. Amna changamoto inaweza kutokea hapo katikati, kama nilivyosema awali, hizi ni spishi mbili tofauti. Muhindi wenyewe ni cereal crop, alafu na nili e, nyanya ni horticultural crops, kwa hiyo ushindani wa kivyakula hautakuwepo. Mwingine anaweza kusema utakuwepo kwa sababu ya, ya, ya, ya intercropping kuchanganya mazao. Lakini kumbuka nyanya tayari ishakuwa out date, game yake umeshakwisha kuisha. Kwa hiyo hakuna hakuna step yote nyingine ya kuendelea kufanyaje kukua. Kiasi ambacho unaweza kufanya kwa sababu ya nini? Ya mbolea ambayo ambayo tumeweka kwenye ardhi. Kwa hiyo mpaka hapa tulipofikia, nyanya nyanya haiwezi kuwa na madhara makubwa kwenye kuvuta mbolea Otherwise itakuwa ina contribute kwenye mbolea kwa sababu inaangusha maotea mengi, lakini pia muhindi unazidi kukua kwa yale kishadi, yakisha decompose au yakioza, yanazaa manyua au tunasema ni mbolea ya samadi ambayo muhindi una uptake kwa ajili ya kukua. Ndio maana unaona kabisa mahindi yana afya na yanakua, wala hakuna changamoto yote. Changamoto kubwa ambayo inaweza kujitokeza hapa ni kwa upande wa disease sharing, au tunasema pest sharing. Ni kwamba nyanya bado na nyingine ina, ina, ina, ina, ina ukijani. Kwa wale pesti ambao wanashambulia mahindi na nyanya wako the same. Mfano, kuna na pest moja inaitwa katapila ambaye yeye huaga anatoboa nyanya. Pia anaweza kutoboa mahindi. Kama kichake huu mahindi umetobolewa. Kwa tayari, kama juice tumepiga dawa moja inaitwa, ambaye yenyewe inakwenda ku protect huyu pest ambaye ametoka kwenye nyanya asiaffect nini mahindi, so automatically tayari kuna hiyo shida lakini tayari tumesha protect, tumeshapiga dawa kiasi ambacho pest ambayo inaweza ka affect nyanya hawezi kuingia, na ambayo inaweza ka affect mahindi hawezi kuingia. Ila kwa upande wa mbolea hakuna changamoto kwamba inaweza kachukua hapa kwenye hii crop rotation. Ungekuwa ulikuwa na uwanda wa kuchagua mazao mengine ya kuweka mshambani, kwa nini mahindi? Ah, tume, tume tumechagua mahindi kwa sababu moja, kwanza msimu wa mvua unakaribia kuisha na tumejaribu kuchunguza, tukaona tukipanda zao lingine la otikacha au la la la sirio la la muda mrefu linaweza likashindwa kustahimili kwa sababu ya ukosefu wa mvua. Mvua hii ina ina mwezi mmoja na point tu mbele, kiasi ambacho mahindi kama nilivyosema awali kwamba DK yenyewe ina siku 75, kwa hata kama mvua mwezi huu wa nne mwishoni ikakata, automatically DK itafika mwishoni. Ndio maana tunaweka mbolea ile kuyakimbiza afike mwishoni. Sasa tungepanda zao lingine, unakuta mazao mengine miezi mitatu na kuendelea, au yanahitaji tena kuendelea kumwagiliwa mbele wakati mwishoni, au kuna kuendelea, hakuna kiwango cha maji ambacho kinaanza kusaidia kuendelea kukuza huu mmea, automatically mmea utakufa. Kwa hiyo tumepanda mahindi kwa sababu hiyo, kwamba mvua ni chache na mahindi ambayo tumeyapanda yanaanza kustahimili mvua hizi chache kama siku moja kati ya swali ambalo napataga sana ni mbolea zipi hasa ambazo zinatumika kwenye mahindi, yaani zinazostahili kwa uzoefu wako na kwa namna unavyoendelea kufanya kilimo cha mahindi. Unahisi ni mbolea zipi ambazo ni suitable au zinafanya vizuri sana kwenye upande wa kilimo cha mahindi? Mbolea ambazo zinafanya vizuri kwenye kilimo cha mahindi kikawaida ziko tatu ingawa wakulima wakuta na apply mbolea mengi sana. Tuanze na kwenye upande wa kipindi tunapanda mahindi. Kama nilivyosema awali, tuna na nafasi iliyopo na kati ya muhindi na muhindi na mstari na mstari, inaweza kudetermine kwamba uweke mbolea kiasi gani na aina gani. Kwa hiyo sasa, kipindi tunapanda lazima tupate mbolea ambazo zina kiwango kikubwa cha phosphorus, na mbolea hizo mara nyingi wakulima wengi wanazifahamu. Mfano kuna NPS, mfano kuna DAP na kuna Otesha, lakini mbolea ambayo ni suitable nzuri kuitumia ni hii mbolea mpya ambayo imekuja sasa hivi inaitwa NPS, kwa sababu yenyewe ina distribution ya, ya, ya nutrient, yaani kwamba kuna mgawanyiko wa nutrient. Ukienda kwenye fos, kwenye nani kwenye DAP ina 46% ya phosphorus, kiasi ambacho uki apply kwenye muhindi yenyewe inakwenda tu kufanya kazi moja tu ya root development, haiendi kurahisisha ile ganda la nanili la la la, la, la sidi la ile mbegu kiasi ambacho kila kapati kanafanya kazi. Kwa hiyo mmea tu kwanza ukiingia pale ndani cha kwanza anakutana na sulfur. Sulfur inalainisha lile ganda. Tunasema silicon. Lile ganda litaota kwa wakati. Ikiota tu na nitrogen inapokea kwa ajili ya kukuza, na nili no before nitrogen kuna hapo na nili phosphorus, ambaye yeye anakwenda kukuza ile stem ya mhindi. Kumbuka mhindi umeota, kwa hiyo ukishatoka tu nje nitrogen inapokea. Ikipokea tu nitrogen inaanza kutengeneza maote hata kabla ya kuja kuweka mbolea ya pili ya siku nne kutegemea na eneo. Umeona? Baada ya wiki mbili mbele mahindi tunaamini, e, e, e, yashakuwa na ma, ma, e, matawi kama saba. Hapo tuna apply mbolea zenye nitrogen nyingi. Na kiushauri baada ya wiki moja kutoka kupanda tunaweka mbolea yenye nitrogen 2 ambayo mara nyingi tunatumia urea. Urea ina ina kiwango kikubwa cha nitrogen na asilimia arobaini na sita pia na yenyewe. Ukiweka pale inafanya kazi hii moja. Yenyewe inaongeza ina, ina maotea na kwa yako mengi. Sasa wiki mbili au wiki tatu kutoka kwenye kuweka urea tunaweka mbolea ambayo ina virutubisho vitatu mpaka vitano. Mbolea hiyo ni ni NPK. Ni sasa npkimegawanyiao za kuna Falcon na kuna yara. Falcon ina, ina, tatu, ina, ina, ina, ina na nitrogen, phosphorus na, na potassium. Sasa ukiangalia na, yenyewe yara, yara ina nitrogen ina phosphorus na ina minor kuna, kuna meja na macro, na macro, na, na, micro. Na, na, micro. Na macro mm. Element sasa, macro ndio zile element za muhimu. Element za muhimu ni zipi? Ni hiyo NPK mm -hmm. N, p mm -hmm. na k. Sasa zile macro ndio hiyo zingi na sulfur. Sasa kumbuka, kwa sababu kuna percentage za nitrogen, phosphorus na, na ile k zimechukuliwa na zingi na sulfur. Muhindi, muhindi uta, uta, uta, kwa tukio yes. Kwenye automatically muhindi utakuzwa kwa virutubisho vya aina tano. Cha kwanza nitrogen, ambaye inaongeza maotea. Mbali na kwamba tumeweka ukia pili kutoka kupanda, kutoka kuota ile urea. Umenipata hiyo kitu? Yes. Sasa cha pili ni phosphorus, ambaye yeye inakuza mizizi. Inaipa nguvu mizizi kwenda kutafuta chakula kwenye udongo hata kama chakula kiko mbali, mizizi inapokea nguvu ya kupenya ndani ya udongo na kuchukua chakula kama weka mbolea au ze natural minerals, inaenda kuchukua zile madini asilia, inachukua na kadhalika. Lakini pia kuna hiyo K ambayo ni potassium, yenyewe inakwenda kukuza ile stem ya muhindi, ile shina inakuwa ina afya. Kwa nini ikuze? Kwa sababu ile stem ya muhindi ina kitu kinachoitwa xylem na phloem, ambayo xylem na phloem inachukua chakula kutoka kwenye mizizi kupeleka kwenye nini? Kwenye majani. Sasa ikishakuwa na afya, maana chakula ambacho kinatoka pale chini kitakuwa kina afya, kwa sababu ile tu za ile mna flame ina afya. Kwa hiyo chama okay, anachopita pale chini hoja okay, okay, na kina okay, kina okay, nguvu sana. Kiasi ambacho hata mmea utakuwa na afya ndio ile. Unakuta umepanda mwindi afu tu bado mdogo. Ile stem yake imekuwa ni ni ku. Hii ni kwa sababu ya mbolea ya Toyara. Sitangaza kampuni sipo kwa naeleza umuhimu wa mbolea hizi ilivyokuwa na mgawanyiko wa virutubisho. Ukiangalia, unajua hata mtu akienda kula chakula. Tunasema ni balanced diet kwamba hali tu labda ugali throughout au kwa, kwa pamoja lakini anakula matunda anakula nini, kupaya, anakula nini aikuaa virutubisho inavyoelewa, lazima atakuwa na afya nipata kitu. Na mbona inafuatia baada ya kuweka NPK hapo, tunategemea tumeshaanza kuzaa tayari zile belewele na kuanza kuandaa kitoto sasa. Hapo ni mbolea ambazo tunazoweka, tutapandisha kiwango cha, cha nili cha NPK ambayo ni Yara na kushusha kiwango cha harisha. Kwa nini? kwa sababu Mwini umeshaweka hizi hizi poleni au tunasema mbele mbelewele sasa mlaaye mna zile poleni ndo tunasema ni mbegu za kiume ndo sindehivo ni stamen sasa zile pale zinakwenda kuwa kupewa afya na mbolea za karisham ndmaana tumeshusha karisham tukaongeza NPK kwa sababu bado tunatamaa uend kuongeza maotea akuuza stem na kuendelea kuipa nguvu mmea utafuta chakula kwenye udongo kwa kuipa nguvu ile mizizi unapata hiyo kitu. Yes. Sasa ukishaongeza hapo, maana yake automatically utakuwa unajiandaa sasa, kwanza kuandaa kitoto kichopo kwenye nini, kwenye ardhi kwa kuja hasa kuweka mbolea zenye calcium. Mbolea zenye calcium ni zipi hapo? Sasa ziko nyingi, kuna nanili, kuna ken, na ina asilimia ishirini na moja ya, ya calcium na tuna na yenyewe na pia lakini mbolea na nili... kwenye kwenye yeah, yeah. Yes. <laughs> kwa na Carisha mpeke yake mbolea ambayo kiwe kina afya. Kumbuka tumeshaandaa zile tuna tunakipa nguvu kitoto kinachozaliwa afya sana, mama akiwa anakula mayai kwa ajili ya kusababisha mtoto. Baada ya hapo, mkulima tunamshauri tuna afanye au tunasema asogezee mchanga, ili kuongeza moisture kwenye nini, unyevu kwenye li hindi, ili kusababisha muhindi sasa uendelee kuyeyusha ile mbolea na ile natural minerals zilizo kwenye udongo ili kile kitoto kiendelee ku, kukua kwa sababu mmea sasa hapo unakopo kwenye kasi ya kuuptake ile mbolea ambayo imewekwa kusababisha kitoto kiwe kina nini kina afya. Lakini kitu kikubwa cha kuzingatia kipindi ambapo muhindi una, una zile na nili na zile mbelewele ni sawa na nyanya ikiwa na maua. Ni msimu ambao kama mvua itakata, huu ndio msimu ambao muhindi unaweza kukapa lakini muhindi ukaleva kama hii hapa, hata kama mvua ikikata, hata wiki mbili, wiki tatu muhindi haufi. Lakini muhindi ukiwa kwenye level ya pollen, yani zile mbelewele, Mvua ikikata, huo unawaka muhindi utakuwa. Kwa nini? Kwa sababu ile ndio level ambayo tumetegemea kutengeneza kitoto. Sasa zile mbelewele ndio kitoto. Kwa sababu ndio tunakwenda kuchavushwa pale kwenye nili, na mwisho wa siku muhindi unafanya unazaa kitoto. Okay, kwa kwa ku simplify tu eh. Kwa mtu ambaye angepata tu kujua kwamba kesho sasa aingie dukani, anunue mbolea, twende uzitaji tu kwamba mbolea ya kupandia, kwenye kupandia aangalie mbolea moja, mbili, tatu, na ni wakati gani wa kuweka mbolea hiyo, kwenye kukuzia ni mbolea zipi, na kwenye kupandia kama kubebeshea ama kufanya tichonakizungumzia pale. So in short, yani kwamba mbolea waga na uko kwenye kwa mahindi mara ngapi? Yaani toka kupanda mpaka umekuja kuvuna. Mbolea kwenye mahindi inaweka mara tatu. Mara tatu. Tukiwa tunapanda, tunatumia NPK kama nilivyosema na kutibisha hivi mbali nimekutaja. Tukiwa tunakuzia kwa mara ya pili, baada ya wiki mbili kutoka kwenye kuota, tutatumia urea ambayo ina nitrogen kwa ajili kusababisha mautea mengi, lakini pia tukija kurudia kuna nili kukuzia tena, tutakuja tuchanganye sasa na nili mbolea yenye calcium na yenye vi vile viesha vitatu vya muhimu NPK, kwa tutachukua mbolea kama nitrate au ken tutachanganya na NPK. Kwa mfano kama hapa naona vijana wako wanaweka mbolea kwa wakati huu, ni mbolea hii kwa msimu huu. Mbolea ambayo tunaweka hapa ni urea, tumechelewa kidogo, ingawaje hii ni wiki ya tatu kutoka kwenye ku, ku, ku, ku, kuota kwa hiyo tunategemea wiki mbili mbele tena tuweke mbolea nyingine, ingawaje kwa sasa tunaweka tunaweka na nili urea ili sababisha maotea mengi yazidi kuwa makubwa. Pia kuna booster hapa, uwaga unatende sasa kupiga booster kwenye mahindi na ni wakati gani wa kupiga booster hapa sasa? Hapo tukihamia kwenye madawa make. Booster sasa ni mbolea, mbolea ya maji e, mbolea ya maji mm -hmm. Booster ambayo booster tunapiga tu kipindi muhindi ile siku tumeweka tu boost urea eh, boost. Tumepiga ya kuupa nguvu mmea kuwa na ukijani mwingi ili uendelee kujitengeneza chakula. Kwa boost ambayo tunatumia hapo ni, ni, ni, nanili, ni, ziko nyingi, ni, ni majina tu ya kibiashara kuna mavuno tu kwa wataalamu ambao wanauza hizi booster utamwambia, tunaomba booster yenye NPK anakupa yote, ila uangalie pale tume prefer na nili na nili, hii hii mokwiki, kwa sababu mokwiki yenyewe ina ina ina kumi na nane kumi na nane kumi na nane yani ina nitrogen kumi na nane ina phosphorus na hiyo na hiyo K kumi na nane Ndio maana tume prefer zile nyingine, zina kumi ngapi, nane. Ni, ni faida ipi ya kutumia booster kwenye mahindi? kama nilivyosema awali, booster ina faida, ina faida tatu Faida ya kwanza inatengeneza ina, ina, ina ukijani kwenye mmea kwa sababu ile nitrogen ambapo mmea sanaakuwa na nguvu ya kujitengenezea chakula kwa sababu mmea hautakuwa kama hujitengenezea chakula. Cha tatu booster inakwenda pia kuongeza maotea mengi kwenye kwenye muhindi. Kwa muhindi unakuwa na maotea mengi kiasi ambacho utakuwa na afya sasa. Cha tatu ndio ile kia ambayo inakwenda kukuza ile shina la, la muhindi ndio inakuwa na afya. Na kazi, na booster. Okay. Kwa maelezo ya kawaida ukipitia publication tofauti inaonyesha kwamba booster inapigwa wakati ambapo labda unakuta mbolea hizi za kawaida hazijafanya vizuri, au umepiga mbolea hii hapa, umeona kwamba haiko effective kwa kiwango fulani, ma, mahindi yako yameanza kuandago stress tofauti, na ndio wakati huo upige booster na je, kwamba wakati tu ukipanda unaweza kupiga booster au wakati uje kambolea ndio unafanya hivyo? mm. -hmm. Kwa hapa mm. -hmm. umepiga mbolea kwa mfano umesema umepiga jana, umepiga booster mm. -hmm. na leo tena unaweka mbolea hiyo, haina contradiction kwa wakati wowote, hapa mbolea zile zile, um, jana ah okay, ulisema unatumia booster ambayo ni NPK mm. -hmm. na leo unaweka mbolea ya nitrogen pekee yake mm. -hmm. okay. Okay. Moja kati ya changamoto ambayo inawakumba wakulima wengi wa mahindi na wanaichukulia simple ni magonjwa ambayo yanatokea na yanaathiri mahindi. Na leo hii mtaalamu anaendelea kutupa somo na kutufundisha ni magonjwa yepi ambayo ni common kwa mahindi na ni kwa namna gani unaweza ukayatibu ama kupambana nayo shambani kwako, so kabla ya kupoteza muda nimkaribishe mtaalamu wetu na atufundishe ama tuelekeze magonjwa ambayo ni common, ni ni, ni kwa namna gani yeye anavyoweza kupambana nayo hapa shambani kwake. Karibu. kuna, kuna magonjwa mbalimbali ambayo yana ya ya ya athiri mahindi na niseme tu kwamba muhindi ukiwa umepandwa, ile tu umeota, ndio ile siku ambapo magonjwa huwa yanaanza kutafuta namna na ya kuweza kuathiri mmea kwa sababu kwanza ni open field, ni eneo ambalo liko wazi, kwa maana yake magonjwa yanaruhusiwa kuingia tu kwa sababu hakuna restriction au kizuizi chochote kile. Kikawaida magonjwa huwa yanaanza pale tu ambapo muhindi unaanza kuota. Na ukianza kuota, kuna mdudu mmoja ni kama amekaa kama panzi ambaye huoga anaenda kuanza kukata haya mahindi kama kisu. Ambapo huyu mdudu mara nyingi sana tunamshauri mkulima kipindi tu muhindi umeota anakwenda kumtarget mapema kwa kupiga dawa za wadudu. Dawa hizo mara nyingi ambazo wakulima wanazitumia wanatumia dawa nyingi. Kuna ninja, wadudu minor, kuna, kuna microalpha, ziko nyingi sana ambazo watu wanatumia. Lakini ni vyema sana kipindi muhindi imeota ku-prevent au kukinga mapema kabla mdudu hajajitokeza. Lakini pia muhindi ukifikia kwenye level ya magoti, kwa mdudu mmoja anaitwa katapila ambaye huwa anatoba mahindi kama hivyo unavyoona. Mm. Ametoba mahindi Huyu mdudu ni mara nyingi sana tunamtibu kwa dawa mbalimbali. Dawa hizo mfano tunatumia sinomectin tunatumia profecon, na dawa nyingine nyingi zaidi ambazo unaweza ukazitumia. Ukitumia hizo unaweza mahindi yako yakafika vizuri mpaka mwishoni, kwa sababu wako wadudu wakubwa wawili ambao huwaga wana affect, kuna huyo katapila na kuna huyo panzi. Katapila huyo ana affect mpaka mwishoni, labda tu mtu mmoja ambaye huwaga ana affect. Huyu mdudu ni wale wamekaa kama inzi weupe ambao wanakaa kama, kama utitiri wanaanza, yeah. yeah. kuafect kwenye majani yeah. Yes, au mara nyingi pia tunatumia dawa za wadudu ambapo ukipiga, yeah. wanakwenda kuwaosha kuwa na kuwaondoa na mwisho wa siku mwili wako unakaa uko safi. Kuna kwa Kuneo, wale wadudu ambao wanakura mpaka mahindi yanaingia ndani wale wale wanakuwa kama panzi, lakini hawapo kwenye wakati wa katapira, au ndio?